Simba Sports Club imesusia mchezo wa dabi kati yake na Yanga kutokana na taarifa ambayo wamesema wamefanyiwa vurugu katika uwanja ambao itakiwa mechi hiyo ichezwe hivi leo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, na huku wakitoa taarifa kwa umma wakiandika kama ifuatavyo. Ngoja ni kusomee. Wanasema kwamba Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu 45 ya kanuni za ligi kuu Tanzania bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda atarajiwa na mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba, huku wakiendelea na vurugu na wakizua msafara, wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufafanuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili, kabla ya Simba kuondoka eneo la na nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukuaji huo wa taratibu za mechi ama za mchezo huo, Simba haitashiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management klabu ya Simba. Taarifa hii imeleta kizungumkuti katika mitaa mbalimbali hapa nchini, hususani kwa mashabiki wa timu hizi zote mbili, kwa sababu baadhi ya mashabiki wa Yanga na Simba kutoka mikoa mbalimbali nchini wamesafiri mpaka jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia mtanange huo ambao ulitarajiwa kupigwa hivi leo lakini kama hivyo nilivyokujuza kwamba Simba imeamua kususia mchezo huo na kukataa kwenda uwanjani ama kupeleka timu uwanjani kwa sababu hizo ambazo wamezitoa. Hivyo baadhi ya mashabiki wameanza safari kwa ajili ya kurudi mikoani ili kuendelea na mambo mengine. Baada ya jambo hili, TFF bado haijatoa taarifa sahihi ama kamilifu kwamba mchezo huo utakuwepo ama la. Na endapo Simba itakuwa imeshikilia msimamo huo ni dhahiri shahidi kwamba inawezekana labda ikapokwa point tatu, ama vinginevyo, tusubiri bodi ya ligi itasemaje, lakini TFF pia watasemaje katika jambo hili ama sakata hili la mchezo wa dabi uliokuwa umetarajiwa kuchezwa leo, lakini Simba Sports Club imekataa kuingia uwanjani siku hii ya leo. Hivyo mashabiki wa soka nchini uh, sijui wanasemaje, na wewe mtazamaji una jambo gani la kushauri ama kuzungumza ama nini? Maoni yako kuhusiana na swala hili, karibu.